Sura hizi chache zijazo katika kitabu cha Yeremia zitahisi kama kupanda rola roller coaster. Uh, Yeremia yuko karibu kutoa masomo yenye nguvu kwa taifa lake, pia atapata hisia mbichi njiani. Hii uh, hi haitakuwa safari ya waridi kwa Yeremia, atahisi juu na chini kama ile safari ya roller coaster kweli. Kwa jambo moja hapa, sura ya 16, inapoanza u uh, Bwana anamwambia Yeremia kwamba yeye yeye hatakiwi kuoa, hatakiwi kuwa na watoto. Maisha yake yatakuwa mfano hai kwa taifa, kwa maana Mungu atahukumu taifa kwa uhamisho nana na watapoteza familia zao. Amri hii kutoka kwa Mungu kwa Yeremia kwamba hatakiwi kuoa uh, itakuwa baraka kwa muda mrefu kwa sababu Yeremia ataepushwa na huzuni ya baadaye ya kupoteza mke wake na na watoto katika kile kitakachokuwa wakati wa maangamizi katika historia ya Israeli. Pia ameambiwa hapa katika mstari wa nane, asiende katika nyumba ya karamu. Kwa maana hivi ndivyo asemavyo Mungu wa Israeli, tazama nitanyamazisha mahali hapa mbele ya macho yako na katika siku zako sauti ya furaha na sauti ya shangwe, sauti ya bwana harusi na sauti ya bibi harusi. Kwa maneno mengine hakutakuwa na sherehe za harusi, hakutakuwa na babekue za wikendi au, au matamasha nje kwenye bustani. Sauti za kicheko na furaha zitaisha. Unaona, wakati watu watakapochukuliwa mateka. Na ikiwa wanataka kuuliza kwa nini hukumu hii inakuja, Yeremia atawapa jibu kutoka kwa Bwana, sasa kama anavyosema hapa katika mstari wa kumi na mbili, wao ni wakaidi wakikataa kumsikiliza Bwana. Sasa kwa kushangaza, katikati ya picha hii mbaya, Bwana anatoa maneno ya kutia moyo u maneno ya tumaini. Hukumu hii Haitakuwa mwisho wao. Mungu sasa anataka wao waangalie mbali katika siku za usoni kama taifa, na anawaambia hapa katika mstari wa 15 nitawarudisha katika nchi yao niliyowapa baba zao. Sasa hii inaashiria kinabii ufalme wa masiha wa baadaye duniani. Hilo bado halijatokea. Sasa, licha ya ukweli kwamba hukumu juu ya Yuda haiwezi kubadilishwa wakati wa siku za Yeremia kuna mwaliko huu wa kibinafsi kwa Waisraeli mmoja mmoja uo, uh, Bwana anazungumza na Mwisraeli mmoja mmoja hapa katika sura ya 17 mstari wa tano, amebarikiwa mtu anayemtegemea mwanadamu na kufanya mwili kuwa nguvu zake ambaye moyo wake unamwacha Bwana. Sasa mstari wa saba, lakini amebarikiwa mtu ambaye tumaini lake ni Bwana, yeye ni kama mti uliopandwa kando ya maji sasa kwa nini mtu yeyote angechagua kumwacha Bwana kama watu wa Yuda walivyofanya? Kwa nini mtu yeyote angejitegemea badala ya kuweka tumaini lake kwa Bwana? Naam, jibu liko hapa katika mstari wa tisa, moyo ni mdanganyifu kuliko vitu vyote na ni mwovu sana, au mgonjwa. Nani awezaye kuelewa? Unaona, ukweli ni kwamba asili yetu ya dhambi ingependa zaidi kuamini jinsi tunavyofikiri au jinsi tunavyohisi kuliko neno lam la Bwana na mioyo yetu ni ya udanganyifu sana, Yeremia anasema hapa. Maana yake ni kwamba tunaweza kujidanganya kuwa tuko sahihi wakati tuko makosa. Tunaweza kuhalalisha chochote. Tunaweza kujisemea mambo kama A, mimi si mwenye kiburi na majivuno, mimi tu unajua, nina nina ujasiri wa kibinafsi. A, mimi si mtu wa hasira, mimi tu unajua, niko huru na hisia zangu. Mimi si mpenda umbea, mimi tu unajua, nasema mawazo yangu mimi simpenda mali, mimi tu unajua, nina ladha nzuri katika vitu. Mimi si mwovu kimaadili, mimi mimi tu niko huru kuwa mimi ni nani, na na kama nina furaha, basi lazima niko sahihi. Sawa, hebu niwaambie Biblia inatuambia sisi ni nani hasa, furaha au la. Mioyo yetu, mioyo yetu ni ya udanganyifu na yenye uovu wa kutisha. Rafiki yangu, unapaswa kujiangalia kwenye kio na kumwambia mtu unayemwona pale, hupaswi kuaminiwa. Unaona jinsi tunavyojiona na maamuzi tunayofanya maishani, lazima yamuliwe na neno la Mungu. Sasa basi, hapa katika sura ya 18 na 19, tunamkuta Yeremia akitoa masomo mawili ya mfano, na yote yanahusisha ufinyanzi. Nimesoma kwamba kuna zaidi ya maneno thelathini katika msamiati wa Kiebrania yanayohusiana na ufinyanzi. Utengenezaji wa vyombo vya udongo ulikuwa sekta kubwa katika mashariki ya karibu wakati wa Yeremia, na na alitembea karibu na karakana ya mfinyanzi mara nyingi wakati wa maisha yake bila shaka. Lakini wakati huu maalum, Mungu anampeleka huko ili aangalie kwa karibu zaidi. Sura ya kumi na nane inaanza hivi: neno lililomjia Yeremia kutoka kwa Bwana, inuka, shuka, uende nyumbani kwa mfinyanzi, na huko nitakufanya usikie maneno yangu. Kwa hiyo nikashuka kuenda nyumbani kwa mfinyanzi, na hapo alikuwa akifanya kazi kwenye gurudumu lake, na chombo alichokuwa akitengeneza kwa udongo kiliharibika mikononi mwa mfinyanzi, naye akakifanyiza tena, huwa chombo kingine kama ilivyompendeza mfinyanzi hufanya basi Bwana anafanya maelezo yake kuwa wazi kabisa hapa. Wakati Yeremia anapohubiri hili kwa taifa, anawaambia hapa katika mstari wa sita, E nyumba ya Israeli, je, siwezi kufanya nanyi kama mfinyanzi huyu alivyofanya? Kama udongo ulivyo mikononi mwa mfinyanzi, ndivyo mlivyo mikononi mwangu. Basi watu hawapendi ujumbe huu hata kidogo, kwa sababu inamaanisha kwamba Mungu ndiye anayewatawala. Kwa hiyo kama mataifa ya ulimwengu wetu hadi leo. Basi wanaamua kumnyamazisha mjumbe. Mstari wa 18 na unarekodi maneno yao, njooni tuweke mipango dhidi ya Yeremia, tumshambulie kwa ulimi na tusisikilize maneno yake yoyote. Kwa maneno mengine, watamdhihaki Yeremia, watampuuza, watajaribu kumwaibisha ili anyamaze kimya. Na kwa njia dunia inafanya hivyo hadi leo, sivyo? Wanasema, unajua, hebu tumnyamazishe mjumbe, kwa sababu anavuruga sherehe yetu. Tunataka dhambi yetu, tunapenda dhambi yetu, hatutaki kusikia kuhusu matokeo. Hatutaki kusikia kwamba Mungu ndiye anayesimamia, kwamba tunawajibika kwake. Tunataka kuishi kwa sasa, bwana. Tunataka tunataka kuishi kwa ajili ya wikendi, tunataka kuishi kwa ajili ya raha ya dhambi inayofuata. Unaona, watu wa ulimwengu hawafikirii kuhusu maadili yao kwa kuzingatia vifo vyao. Sasa hapa katika sura ya 19 Yeremia anawasilisha somo lingine la mfano. Anachukua chupa iliyotengenezwa kwa udongo na anawaalika viongozi wa kiraia na wa kidini kuungana naye katika bonde la Hinomu, ambapo watu wanashiriki katika ibada ya sanamu, na kama unaweza kufikiria, hata kutoa kafara ya watoto na huko bondeni yeremia anavunja chupa na anawaambia hapa katika mstari wa kumi na moja hivi ndivyo asemavyo bwana ndivyo nitakavyovunja watu hawa na mji huu kama mtu anavyovunja chombo cha mfinyanzi ili kisiweze kutengenezwa tena kwa maneno mengine hukumu inakuja na haiwezi kubadilishwa kisha yeremia anaenda hekaluni na anarudia ujumbe huo lakini wakati huu hapa katika sura ya ishirini tunaambiwa kwamba walinzi wa hekalu wanamkamata na kuhani mkuu aitwaye Pashuri anamchapa Yeremia na kumfunga gerezani usiku kucha. Basi hapa katika mstari wa sita Yeremia anatabiri kwamba Pashuri atakufa katika utumwa wa Babeli kwa sababu ya uasi wake dhidi ya Mungu. Sasa hebu nikwambie, Yeremia ni nabii asiyeogopa wa Mungu namaanisha ukiongelea ujasiri, Yeremia ana mzigo mzito wa ujasiri huo. Lakini ingawa huduma ya umma ya Yeremia haina woga, sasa amevunjika moyo kibinafsi. Kwa kweli anamwambia Bwana hapa katika mstari wa saba, nimekuwa kitu cha kuchekwa, kila mtu ananidhihaki. Anapofikia hata hatua eh, kwamba anatamani asingezaliwa, anasema hapa katika mstari wa 18, kuona taabu na huzuni kama hii kwa hivyo unajua, hadharani Yeremia hakuonekana kusumbuliwa hata kidogo, lakini kibinafsi alivunjika moyo na kukataliwa kwa huduma yake na taifa lake. Yeremia mpendwa akuwa mtakatifu wa ajabu aliyeishi juu ya hisia na mihemko ya kawaida. Kwa kweli, kadri unavyozidi kumjua ndivyo unavyoweza kujitambulisha naye zaidi. Alimwamini Bwana Bwana, lakini e, akumwelewa wakati mwingine na sasa kwamba amekataliwa na kuteswa, amevunjika moyo, anahisi kushindwa, huu ni wakati mzuri wa kukumbuka, wapendwa, kama vile Yeremia atakavyofanya, eh, kwamba Mungu ndiye mfinyanzi na wewe ni udongo. Hata wakati huelewi, Mungu yuko madarakani. Hata wewe wakati unavunjika moyo, hata hata ukishindwa, bado uko mikononi mwa mfinyanzi wako, anaunda maisha yako